Aaa ya zako mgabo, naitwa Godwin Gondwe, Mkuu wa Wilaya ya Singida, tupo kwenye ziara kazi kwa kutembelea miradi mbalimbali katika maeneo yetu wilaya yetu ya Singida, lakini pia kuzungumza na wananchi kama hapa. Moja ni kuufahamu mradi wetu ambao ninyi watu wa Mugamo kwenye shule hii mmepata kama wananchi, kutoka taasisi inaitwa Against Hunger, ni taasisi ya kiserikali. Nimefanya juzi mkutano na taasisi ya serikali, moja ya mambo ni kwamba kuunga mheshimiwa rais, baada ya kusikia mheshimiwa rais anatoa elimu bila malipo, serikali analipa ujenzi wa shule madarasa naendelea hapa, wao wakamuunga mkono mheshimiwa rais, uayesha mradi huu hapa, mradi wa bustani kwa ajili ya watoto wenu. Ni jambo kubwa, si jambo dogo. Nikaona kwamba labda sisi hadi kukutanika kama hivi ili tuwashukuru pamoja. Watu wapige makofi matatu, twende shule ni Mugamu sisi imependelewa sana ndugu zangu, ndio yeah. Yaani yeah, na zenye sio sekondari kuna za msingi, ziko hizi mbili za sekondari ziko tatu. Mimi nikataka nijue watu wakamo, mna swali vipi ndugu zangu, madua ya namna gani? miradi inakuja inakuja kwenu tu peke yenu yeah. <laughs> Nikasema ninyi mfahamu, msije mkaona hivi kwa fikiri kawaida, ni shule katika shule 33 ni shule tano tu, tena sio tano, tatu maaa sekondari ziko shule 33. Kwa hiyo katika shule 33 tatu, tatu. ninyi pia mmepata mamugamo, ni jambo kubwa, ni jambo la, la kipekee, mm. Wakati Mheshimiwa Rais analeta anajenga madarasa ya mnaona pale tutamalizia analipa elimu. Yeye yeah, analipa malipo mondani. Hawa wamekuja kumwunga mkono kuhakikisha kwamba watoto wanapata chakula kizuri ili waweze kufaulu.